Nyakati ngumu mwana wa Mungu hazidumu, ila walio wastahimilivu wanadumu. Mapito yameitwa mapito kwa sababu yanapita, hayakai milele kwako. Leo unaweza ukawa unapitia changamoto, lakini hizo changamoto, nikwambie tu, hazitakaa milele hizo changamoto hazitadumu milele, ni za mpito, zinapita. Na kama zinapita, watakiwa kuziangalia changamoto, watakiwa kumwangalia Mungu yule asiyebadilika milele hata milele, umtumaini Mungu yule asiyebadilika, yule asiyepitwa na wakati, asiyepitwa na majira, asiyepitwa